Kuna hii kitu inaniuma sana. Kuna hao wazee wa mtaa, wazee wa kijiji, wanaamkia asubuhi asubuhi kwa maduka ya watu, na hao wenye wanafanya vikundi kwa barabara asubuhi, mbo mbona mtoto wa fulani asali mingi watu, mbone mtoto wa fulani akona madharao, akole murye, mulitumwa au, wako wanasalimia nani, nimwevavovekala soli vaalosi